Ye yeah, bana, hii ni sauti ya Elon Musk hey, kama kawaida leo naenda kupiga na ndugu huyu Dalmax hey, kama kawaida nimeanza meja pale na ameitia buti pale namna gani? Pira unarudi nyuma hapa, kipa Muhammad Mwameja. Muhammad Mwameja anataka kuangalia cheze na nani? Anacheza na Masatu George. Masatu George anazunguka, anazungukazunguka na mpira kama pia pale Anaangalia anacheza na Modestis Alphonse wanaanza kucheza dana dana pale. Oh, Modestis Alphonse anapiga, anarudi pale bado anapiga kwa Jole Renatus. Jole Renatus, anaangalia apige wapi? Anaipiga kwa Selemani Madaraka. Selemani Madaraka, atari katika rango. Anataka acheze na nani? Anacheza na Usmani Idi Machupa. Usmani Idi Machupa anaangalia apige wapi pale. Namna gani? Mabeki wanakaa vizuri pale. Anarudi nyuma, anamkuta Amir Juma. Amir Juma anapiga ndefu, inamkuta Nico Mbaga. Nico Mbaga anaangalia apige wapi pale. Bado anaendelea kwenda na mpira. Hatari katika lango. Nico Mbaga, Nico Mbaga anapiga ndefu pale, wanaizuia. Namna gani pale? Mashambulizi yanaanza tena pale, anamkuta Modeste Sefons. Modeste Sefons anaangalia cheze wapi, anacheza na Amir Juma. Juma anaangalia namna pa kwenda pale, anacheza na kipa wake Muhammad Mameja. E bana ni hatari e, katika lango mashambulizi yanaenda kwa kasi sana. E, naona hapa sasa kunataka kuchangamka. E, mpira upo kwanjo Renatus. Mpira upo kwanjo Renatus e, anaivuta moja pale, namna gani? Anataka wapige chenga, mabeki wanazuia pale, anazuia tena. Mpira unarudi nyuma kabisa. Hatari katika lango. Eh bana, inapigwa moja ndefu pale, ina mkuta Saidi Kalukula pale ah. Naona mashambulizi yanazuiliwa pale, mashambulizi yanazuiliwa na vijana wa kijani na njano. Bado mashambulizi yanaendelea yapo, mpira upo kwa Amri Juma amepandisha kuongeza mashambulizi pale, mpira unaachwa upite mzima mzima, namna gani pale? Naona mpira wetu umekuwa ni mgumu sana ingoma hii ngumu sana mbao mbongafu bana, naona ngome imekuwa ngumu. Dakika tisini zimeisha na matokeo ni bila bila. Asanteni sana.